Kuelekea Machi nane ambayo huadhimishwa siku ya wanawake duniani, hapa katika kata ya Mtera wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma, wanawake wamekusanyika kufanya kongamano maalum ambalo wanazungumza mambo mbalimbali yanayowahusu. Kubwa lilozungumzwa hapa ni suala la ukatili wa kijinsia, umuhimu wa wanawake kuripoti matukio hayo pindi yanapowakumba hii dhana ya ukatili sio ya kupigana mtu mmoja sio watu wawili. Tukiungana kwa pamoja kupambana na vitendo vya ukatili, tutaweza kufanikiwa, lakini cha ajabu, kuna mtu anafanya ukatili, ukija kuongwa bwana, nasikia uniona, hatuko tayari kutoa ushahidi, hatuko tayari kusaidia yule mtoto aliyebakwa. Hivi tunafikiri hawa bakaji watakwisha? tusifiche

kuangalia watoto wao, wa wao kwa ukaribu pamoja na biashara ambazo wanazozifanya. Kama tulivyoona kwamba wananchi wakati wa Mtera ama wanawake wakati wa Mtera wengi wanajihusisha na biashara ya samaki ambazo wanazifanya hadi usiku, lakini pamoja na biashara hizo wapate muda mzuri wa kuangalia watoto wao, kwani watoto sasa hivi wamekuwa wakikumbana na matatizo mengi sana ikiwemo watoto wetu wa kiume wanafanyiwa sana ukatili wa kijinsia. Kwa wamama, jamani, tuwe macho kwa watoto wetu na kwa mabinti zetu. Napenda kuambia kina mama, cha kwanza tusichague biashara kufanya fanya biashara yoyote unayoona inakuongezea kipato. Kongamano hili lilitanguliwa na shughuli mbalimbali za kijamii ikiwa ni pamoja na kutoa elimu ya lishe pamoja na misaada ya taulo za kike katika shule ya sekondari. Kutoka hapa mkoani Dodoma mimi ni Ahmad Ali wa Azam News.